ta Pendo Paulo ni mkaaji wa kijiji cha Mbgayabanya, wilaya Meatu, mkoa wa Simiyu. Ndugu wa Tanzania, ilikuwa tarehe sita mwezi wa tatu elfu mbili na ishiina tano muda wa saa kumi na mbili jioni nilipigiwa simu kwa namba zsaba na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo aliniuliza, bila shaka naongea na pendo Paulo? Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza JKT umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka miwili. Akaniuliza unajua kutumia silaha? Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema ni jibu bora, usiogope nataka nikupe kazi mi, nitakulipa pesa yoyote utakayotaka, ila nikukabidhi silaha kafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile, kama una pesa kawagaie maskini wasiojiweza. Akakata simu, aivyokata simu mi nikampigia hakupokea. Nitumie nafasi hii kumpongeza dada huyu, dada Pendo Paulo ameonyesha ushujaa. Nadhani nchi yetu ingekuwa na mabinti anamnani au mabinti wangeweza kujitambua kuanzia alipoanzia Pendo hapo kwenda juu, ah, tungekuwa mbali sana kwa sababu mwanamke maandiko yanasema mwanamke ni jeshi kubwa. Upo wimbo nadhani nauweka hapo, baada ya clip hii utaiona, nauweka hapo mwisho. Nasema mwanamke ni jeshi kubwa, mwanamke akitumika sawasawa, mwanamke ni jeshi kubwa kwa Mungu. Lakini pia huyo huyo mwanamke akitumiwa na shetani, akiingiwa na roho mbaya, ni mbaya sana. Kwa hiyo tukijua, unajua kwamba huyo mtu ni kweli alifanya kama anataka kujua ujuzi au nguvu ya Pendo, uwezo wa kuweza kutumia silaha na kufanyaje. Lakini alichokuwa anataka sio tu silaha, anajua aliamini kwamba kwa mwanamke kama mwanamke ana uwezo mzuri wa kumteka mtu, anaweza kenda pale kwa namna za kumtongoza tongoza na kujipitisha pitisha na kumtegetega. Yani wewe, yani wewe Luhaga, wewe unanibariki, yani wewe Mpina, yani wewe una, yani wewe nchi yetu ingekuwa na watu kama wewe ga akubariki. Nachokijua ni kwamba huyu mtu hakulenga tu kumshambulia Luhaga Mpina kwa silaha tu, hakuulizia tu ujuzi au nguvu ya binti kutumia silaha, ila alijua kwamba huyu mtu hata kama hataweza kutumia silaha ana akili, ana uwezo wa kuweza kumteka kimahusiano kuwa karibu naye kufanya uzinzi naye kufanya umalaya naye kuwa mpenzi wake. Akishakuwa mpenzi wake, atapitia hapo hapo kuweza kumpata. Mimi kwa ufahamu wangu, nimehisi huyo mtu, hiyo simu ilikuwa inamaanisha namna hiyo pia, kwa sababu nimejiuliza kwamba kama niweza kutumia silaha, mbona wapo wanaume wana nguvu, mbona wapo wanaume wana nguvu ambao wanaweza wakashambulia haraka? Kwa nini apigiwe binti? Hilo ni jibu la kwanza, lakini nimpongeze binti huyu kwa kujitambua. Amekuwa tayari kuriski maisha yake, amekuwa tayari kuishi kwa shida, kuishi kwa wasiwasi, kwa sababu ya kutetea roho ya mtu mmoja. Ni binti ambaye nimeona ana ushujaa mwingi sana, na nikwambie, dada Pendo, linaweza ikatokea baya, unaweza labda kama unavyoona kwamba usalama wako ni mdogo, lakini vyovyote vile itakavyokuwa umeonyesha mfano wa kuigwa. Kuanzia sasa mabinti wote ingetakiwa au inatakiwa wajifunze kuwa na mioyo ya uzalendo, mioyo ya utu kama hiyo, kwa sababu ukiangalia mtu huna hela kama ulivyosema kwamba ni mtu ametokea kwenye familia maskini, familia ya uwezo wa chini, alafu mtu anakuambia anakupa kiasi chochote cha fedha ukamwangamize mtu yule, anasema hapana, siwezi mi kufanya kazi haramu kama hiyo. We kama una hela nyingi, una uwezo mwingi, una uwezo mkubwa na mali nyingi, kawape wasiojiweza nimeipenda hiyo akili isaya sura ya arobaini na mbili nasoma mstari wa ishirini na mbili maandiko nasema hivi lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wote wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza Wala wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye; wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Wamekuwa mawindo, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Hapana aliye tayari, hakuna aliye tayari kujitia, kutia nafsi yake, yaani kuishi yeye kwa shida kwa kutaka kuokoa nafsi ya mtu mtu mmoja. Kila mtu anataka apate chake, kila mtu anataka achume chake haraka, achume chake mapema. Sasa sijajua tunatengeneza taifa la namna gani, au sijajua tunaelekea wapi, lakini nampongeza binti huyu kwa sababu ya kuwa tayari ya kuingia kwenye shida, kuishi kwa mashaka, kwa sababu uwezi kujua huyo mtu mpaka anapiga simu hiyo, alikuwa anamjua sana, amemfuatilia kwa namna gani, amejua anafaa kwenye kufanya nafaa kufanya uhalifu kwa namna gani kwa najua ni mtu ambaye amenipigia akiwa ananijua, anauliza bila shaka, anaongea na fulani. Namba yangu amepata wapi? Amenijua, inaonekana ni mtu ambaye ananijua na nifuatia sana. Maisha yangu itakuwa kutokea sasa, lakini yote hayo, binti hajaona umaana wa kuweza kutekeleza uhalifu na ujinga na mpango wa kiovu wa namna hiyo, amesema hapana, siwezi kufanya kutekeleza ujinga kama huo. Kama una uwezo mwingi, una mali nyingi, kawapa wasiojiweza. Aisee, ni akili ya mbali sana. Amesema maisha yake yako oleani, maisha yake yako atalieni, lakini nampongeza kwa ushujaa huo. Niongee sasa na viongozi wetu. Esta, sura ya nne, kuanzia mstari wa kumi na mbili maandiko yanasema hivi basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu kusema, wewe usijidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani kwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Usijidhanie kwamba wewe utapona zaidi ya Watanzania wote. Usijione kwamba wewe utakuwa salama zaidi ya Watanzania wote mm -hmm. Endelea kusoma mstari wa kumi na nne. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutawatokea Wayahudi msaada na wakovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wa nyumba ya baba yako. Walakini ni nani ajuae kama wewe ukujia ufalme kwa wakati kama huo? Ni nani asiyejua kwamba kazi ulionayo Mungu amekuam amekuamini kuku, kuku, amekuachia hata hiyo pumzi, ukisema mimi Mungu simjui, Mungu ajaye kunipa kazi mimi? Kazi nimepewa na babangu, nimepewa na mjomba wangu, nimepewa na bosi wangu, nilihonga nikafanya hivi nikapita hivi nikapita hivi, nikazoa chochote nikapata kazi. asante. kazi hiyo hujapewa na Mungu. mjui Mungu kabisa. lakini u, ni nani asiyejua kwamba Mungu amemwachia pumzi hiyo, Mungu amekuachia, kama hujui basi ndio nakujulisha. Mungu amekuachia pumzi hiyo akijua kwamba kuna jambo unaweza kufanya. amekupa dhamana ya kuwa mlinzi wa uhai wa Watanzania, lakini ndipo ukiona kwamba haifai, wewe uwezi kujitarisha, uwezi Mungu hayupo, Mungu wa, ah, tunapiga makelele, hamna shida. Nasema hivi, nasema kama wazimu, ni kama ni kichaa naongea, lakini ni maneno ya kichaa. Wanaweza kusema kwamba kichaa anaweza kukwambia kwamba, jamani, unapoenda huko hakuna njia, barabara imeziba. Kwamba ni kichaa au ana akili? Wewe ni kichaa machoni pako au hana akili? lakini ukisikiza maneno ya kichaa yule, basi barabara uta, utafika salama sana, utakunja njia nyingine, itakuwa kweli kama ni mbaya, lakini utafika salama. Ila kwa kupoza maneno ya kichaa huyo, hata itakuwa, itakuwa kubwa sana kwa barabara hiyo uendeayo. Ni nani asiyejua kwamba Mungu amekupa dhamana? Mungu amekuamini, amekuachia hata hiyo pumzi ulionayo, kwamba unaweza kuwa sababu ya watu wawili kupona, unaweza kuwa sababu ya watu wake kupona, unaweza kuwa sababu ya wokovu na ukombozi kwa watu wake. Naam, Mungu asema hivi ndipo wokovu ukombozi msaada utawatokea watu wa Mungu. Kwa njia nyingine utawatokea Watanzania kwa njia nyingine, lakini wewe na mlango wa nyumba ya baba yako hamtakuwa salama, hamtakuwa salama na kataa, hamtakuwa salama, hamtakuwa salama. Narudia tena, hamtakuwa salama, hautakuwa salama. Usidhanie kwamba mambo haya yanaisha kwa watu wa chini wasiojiweza. Ni Mungu wangu, wow! Tunaenda wapi? Tunaelekea wapi? Tunaelekea wapi? Nasema hivi wewe ambaye umenyamaza, pamoja na kwamba una dhamana, Mungu amekuamini amekuachia hata hiyo pumzi ulionayo, akijua kwamba unaweza kuwa chanzo, unaweza kuwa sababu ya watu wake kupumua, unaweza kuwa sababu ya tumaini kwa watu wake, unaweza kuwa sababu ya watu wake kuishi kwa kujua kwamba walau tuko salama. Lakini sasa tunaishi huyo anaogopa yule, tunaekea wapi? Lakini mwisho wa yote tunamwamini Mungu, tunaendelea kuamini kwamba msaada wetu utatoka kwake Mungu, na Mungu ana njia nyingi za kutuokoa. Sio mpaka atuokoe leo, atuokoe kesho, atuokoe kesho kutwa, lakini tunajua wokovu waweza kutokea kwa kwa. Kumaliza, nimtie moyo Luhaga Mpina, kwa sababu anaweza akasikia maneno kama hayo, na ninachokijua kama mtu huyu anaweza labda kama akawa ametumia simu hiyo au amepiga simu kwa dada Pendo akijua kwamba hata kama Pendo atafanikisha tukio hilo, ila anaweza akasaidia kusambaza taarifa hizo ili huyu Mpina anze kuogopa na kuona kwamba kuna maana gani sasa kuishi kwa wema, kuwatetea wananchi, kujiingiza kwenye shida, kukubali kupoteza vitu vyako kwa ajili ya wananchi, ule uzalendo, ile namna ya uzalendo kwa taifa lake. Aogope, aone kwamba kuna kwa wana, watu wanatafuta kunyua, kuna watu wanatafuta kuna mtu yuko tayari kutoa mali zote, kutoa chochote, kila kitu alichonacho ili alizuru basi, kuna haja gani? kuna maana gani? Hapana, nimtie moyo Mpina, naye asivunjike moyo kwa sababu tumepewa kuishi mara moja tu. Uwe mzuri, uwe mrembo, uitwe una mali nyingi, una uwezo mwingi, wewe uitwe wewe, ndo yani, wewe ndo ndo mbabe, ndo una roho mbaya ya kuwa kuwatesa watu wa Mungu, kuteka, kuumiza, kupiga, kuonea, na wewe utakufa nitatangu amimi au utanitanguliza mimi, lakini nawe utakuja nyuma yangu, utakufa tu. Kumbuka muda mwingine, walio waliowatesa baba zetu ambao wamekuwa sababu ya Biblia kuandikwa, wanaume ambao walikuwa tayari kupoteza uhai wao, wanasema kwamba wali wa, wa, wa, walikubali kuishi kwa shida, waliishi kwenye mapango, waliteswa Walionewa, waliuawa, watu ambao ulimwengu haukukubali kuishi nao, ulimwengu haukukubaliana nao. Mambo taratibu za ulimwengu zilienda hivi, wao walienda vile. Ulimwengu ulipita huku, waovu walipita huku, wao wema walipita huku. Basi ulimwengu ulikuwa hauoni haja ya kuishi nao, watu ambao waliziona ahadi kwa mbali wakazishangilia. Tuliona kina Musa walipenda sana wafiki kwenye nchi ya haji, lakini waliona, waliona kwa mbali, hawakuifikia. Baba zetu waliona hadi kwa mbali wakazishangilia, lakini hawakuzifikia. Basi hata wale waliowaua nao hawapo na, na majina yao yamesaulika kabisa. Kwa tunajua kwamba Mungu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa tutabaki kwake, tunamwangalia yeye tukijua kwamba wokovu waweza kutokea kwake tu. Mpina asiogope, usiogope baba, usiogope, jipe moyo, endelea kusimama katika jambo lolote ulijua ni jema, endelea kutetea haki za Watanzania sawa na vile utakavyoweza, sawa na utayari utakaokuwa nao, endelea kusimama. Nasema hivi, kufa tutakufa tu, uwe mwema, uwe mbaya, kufa tutakufa tutachelewa, labda huyu atawai, huyu atawaishwa, huyu atafuatia, lakini wote tutakufa. Tu. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliaya kutoka gerezani akisema tengeneza njia ya Bwana, yanyoshe mapito yake, kwa sababu Bwana yu karibu kuja, amlipe kila mmoja sawa sawa na njia zake nzuri au sawa na njia zake mbaya. Ana heri mtu yule atakayeteswa, atakayeumizwa, atakayeonewa, atakayetekwa, atakayeuawa, atakayepotezwa, ama afae katika Bwana, apate kupumzika baada ya tabu zake, na hiyo ndio maana ya neno mwambia siwezi nikafanya kazi aramu kama ile. Kama una pesa kawagaie maskini wasiojiweza. Akakata simu, aivyokata simu mi nikampigia, hakupokea. Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku nne bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano mida ya saa tano asubuhi nilipoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na afande Shafi, nikamweleza shida yangu. Baada ya kulipoti kituo cha polisi, niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ilipita sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu nikamtafuta Fande Shafi nikamuuliza kinachoendelea. Majibu aliyonipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukata tamaa, nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi raya Miatu. Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu yeye akasema nisubiri nitapigiwa simu toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meatu. Leo ni siku ya nne, sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mimi kufuatilia. Najiona nipo kwenye hatari kubwa zaidi, kukataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha na mimi nikiwa mtoto kutoka familia maskini na hivyo nalileta hili jambo kwenye umma wa mataifa, mamlaka mengine ya serikali, na ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya zaidi yangu, ifahamike kuwa liyehusika si mwingine bali ni Msambuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu kutekwa na kupotezwa mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kama mimi nilikataa mpango huo, sijui kaandaa watu wa wangapi kwa ajili ya uhalifu, au mi baada ya kukataa hilo jambo alinifikiliaje? Kiufupi sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari. Naomba msaada kwenu. Ni kweli tumepokea hizo taarifa na yeye anafahamu kwamba tunaendelea na uchunguzi. Sasa sasa tu niombe awe mtulivu wakati taarifa zinashughulikiwa, lakini ni kweli tumepokea hizo taarifa, zingine kuja kwake kituoni, lakini zingine kupitia vyombo vya habari. Mambo mm. huwa yanashughulikiwa kisheria hivi taarifa, ndugu mwandishi, zinachunguzwa mm. E, sasa akisema hakikisho salama, yeye anajua alichoambiwa itakapokuwa. yeah. E, e, tunasema usa usalama wake upo au haupo, tategemea na uchunguzi. mm. Lakini kwa sasa tunauhakikisha kwamba ni hatu ni salama na sehemu ni salama. Ndio, ndio, tumekuwa hatuwezi kufanya kazi kwa kupitia vyombo, kwamba leo ataibuka chombo hichi, kesho ataibuka chombo kile. Huo sio utaratibu ajua mm, uh, kwamba um, taarifa alizovitoa ni nyeti na zinashughulikiwa kwa unyeti wowo. Sawa, sawa sawa. mm. Sawa sawa. Ni jeshi kubwa na mwimba mwanamke, ili aweze kufunguka ufahamu wake kwamba ana uwezo mkuu sana wa kufanya chochote. Ila huyu huyu mwanamke akigeuka, akiwa na roho mbaya, basi sikiliza tabia zao hapa.